Kupitia ukurasa wa Instagram wa Kajala, ameposti video ambayo inaaminika kuwa ni jibu kwa, kwa Harmonize baada ya kumkumbatia hadharani mbele ya watu wengi. Ilikuwa uwanjani kwenye mashindano ya Samia Cup ambapo Juma Lokole alimforce Harmonize amkumbatie na alimkumbatia, by the way, alim, alimsalimia kama mara mbili hivi, so stories zilikuwa kubwa sana. Kama umepita mitandaoni siku ya jana, ni miongoni mwa kitu ambacho kimezungumziwa na watu wengi, Harmonize kumkumbatia Kajala. Sasa ukipita kwenye insta story ya Kajala, kuna video ambayo ameiweka ya pasta akitoa mahubiri, na hayo mahubiri yanahusiana na watu ambao wamekuwa kwenye mahusiano na wameachana, na hata ukiangalia hapa kwenye hii kama template imeandikwa ukiachwa achika na umtakie heri mwenzako, so ni kama jibu hivi ambalo limetoka kwake, kwa sababu stori ambazo zilikuwa zinasemekana ni kwamba Kajala alimwacha Harmonize this time around, na hata Juma Lokole pia aliyefanya interview na waandishi habari siku ya jana alisema kwamba Kajala ndo alimwacha Harmonize kwenye hayo mahusiano, kutokana na vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinaendelea, na Harmonize alikuwa anatamani kurudi kwa Kajala ili waendeleze mahusiano ya yao. So huyu mchungaji anasikika akisema ukiachwa na mtu achika, na hapa alipo ilivyoandikwa imeandikwa ukiachwa achika na mtakie heri mwenzako, so unaweza kuona kama ni kitu ambacho amekujibu kutokana ile video na namna ambavyo alikuwa anaonekana Harmonize na Kajala, ni kitu ambacho kimezungumziwa pia, nimekiona huko kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali mbali watu wakisema Kajala ameamua kujibu kwa seli tofauti kidogo. Una mtazamo gani baada ya Kajala kuweka hii video na maneno ambayo yanasomeka hapo? Nadhani hili ni jibu la Kajala kwa Harmonize kwamba kamjibu kutokana na namna ambavyo alimkumbatia mbele za watu, na inasemekana pia Kajala na mahusiano yake na mpenzi wake yupo huko China. So nijuze hapo kwenye sema comments uweke mtazamo wako, na nikumbushe tu subscribe and turn on the notification ili uanze kupata habari ambazo zinawekwa hapa info